Kwa ndugu zangu, katika dunia yetu tunayoishi, mafanikio bila utu ni kushindwa kwa siri. Watu wengi ambao wamefanikisha na ndani mwao mnajaa kiburi, ni watu wao wanaishi maisha ya kudharau watu wengine, kukanyaga watu wengine na kuishi kwa majivuno sana, lakini ukumbuke kwamba ndugu yangu watu hawatakumbuka mali zako wewe, lakini watakumbuka namna ulivyokuwa na unaishi nao, namna unavyodili na wenyewe. Waweza kuwa na magari, waweza kuwa na manyumba, waweza kuwa hata na cheo, lakini ndani mwako kama hamna utu, wewe ni mtupu tu, hakuna lolote kabisa na mafanikio ya kweli ndugu yangu ni pale unapojifanya mtu wa kawaida, hata kama umefanikisha. Heshimu kila mtu, uwe mnyenyekevu, uwe na muda wa kuweza kusikilizia watu wengine. Usijifanyi kama wewe umeyamaliza yote ya dunia. Ndugu yangu, hakuna siku kiburi kiliweza kujenga maisha ya mtu, lakini kiburi huwa kinabomoa tu na ndugu yangu nataka nikwambie kwamba hayo mafanikio ulio nayo kama yamejengwa juu ya kiburi, hakuna lolote kabisa. Ujue kwamba utu ndio msingi wa mafanikio, na nyumba bila msingi, ndugu yangu, hii huwe inaporomoka tu. Utaona siku moja umejenga nyumba bila msingi, nyumba inaporomoka. Kwa hiyo ni lazima katika mafanikio yako utu uchukue nafasi kubwa. Kiburi haiwezi kukusaidia na kuna haja kukanyaga watu, ujue kwamba maisha huwa yanapanda na, na kushuka. Na mafanikio ndugu yangu bila utu ni sawasawa na kushindwa kwa siri. Kwa nini ushindwe Matayaru na tayari unayo mawazo? Uwe mtu wa kawaida tu, dili na watu wengine, heshimu watu wengine. Watakacho kukumbukia ni yale mema unayowatendea na sio kitu kingine. Mali zako ubaki nazo wewe, lakini watu wana haja ya heshima. Namna unavyo dili na watu wengine ina maana sana katika maisha ya mafanikio. Na kama unaamini kwamba ndugu yangu, mafanikio bila utu ni kushindwa kwa siri, weka maoni yako hapo tuweze kuyasikia. Asante sana, na Mungu atenda kutubariki wote, amena.